Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum, biphali zenu, karibuni tena, na leo tunakwenda kutengeneza dessert nzuri sana kwa ajili ya Ramadhan pamoja na Eid insha allah. Kwa kuanza, utaanza kuchukua strawberry utazikosha vizuri, utatoa hichi kikonyo, utazikosha vizuri sana. Baada ya hapo, utazikata vipande vidogo vidogo na baada ya kumaliza kuzikata utaziweka pembeni, alafu utachukua double cream. Na baada ya kuchukua double cream yako utaanza kuipiga kwa kutumia mashine. Kama huna mashine, hata mchapo pia unaupiga, hauna shida sana hii lakini. Kitu cha kuzingatia, unaporudi kununua double cream yako, hakikisha unaiweka kwenye friji mpaka pale muda unapotaka kutumia na hapo sasa ni saizi, utaacha kupiga. Baada ya hapo, nitatia hii rose syrup yetu. Tatia kama huna hii rose syrup, utaweka sukari na utaweka rangi nyekundu, ila hii kama unayo hii inatosha kuweka hii kwa sababu itakupa rangi, na pia itafanya uh, mchanganyiko wako kuwa na sukari, kwa sababu hii ina sukari sana, lakini pia kitu chengine mimi mchanganyiko wangu kidogo ulikuwa mzito, kwa hiyo wako wewe usiupige sana kama mimi. Mimi niliupiga sana kidogo, ulikuwa mzito. Na hapo sasa nahisi rangi haijakolea vizuri, nitaongeza tena, nataka ipige ile uh, iwe nyekundu nyekundu. sa sasa ipo tayari, na baada ya hapo nitachukua piping bag na kama huna piping bag, siyo lazima piping bag. Unaweza hata ukatumia kijiko tu wakati wa kuweka kwenye viglasi vyako, ila piping bag itakupa uwepesi, na huko nimeweka nimeweka nozzles, lakini pia sio lazima nozzles. Na hivi ndio viglasi ninavyotumia, lakini kama hivi huna, unaweza kutumia kama hivyo. Hapo utaanza kuweka mchanganyiko wa strawberry kwenye Kumbuka kikopo chako utaweka kama kijiko kimoja chini. Baada ya hapo, utafuatia kuweka ile cream yako. Tunaona kama cream yangu ilikuwa ngumu, kwa cream haitakiwi kuwa ngumu hivi, kwa hiyo wewe usijitahidi usipige sana kama mimi nilivyoipiga sana, ipige kidogo, iwe iwe na churura churura, ndo vizuri, na kwa sababu baadaye tunakwenda kuweka kwenye friji, kwa hiyo itakuwa nzito tu kwa vile tutaweka kwenye friji. Baada ya hapo naweka tena strawberry. Baada ya kuweka strawberry, alafu tena unaweka tena cream yako. Ni dessert nzuri sana. Kwanza inapendezesha ukiweka kwenye meza wakati wa kwenye meza pale wakati wa kusafu ukiweka kwenye meza, meza. Lakini pia ni tamu. Ukichukua hicho nakwambia, ukikila, ah, mashallah, alhamdulillah, ni kitamu sana. Baada ya hapo sasa naweka tujuu pistachio kwa, kwa kupamba kupamba Ila kama huna pistachio, sio lazima, unaweza ukaacha hivyo hivyo, au ukaweka kipande kimoja cha strawberry kwa juu. Sasa utaenda kuziweka kwenye friji mpaka muda wa kufutari, ama mpaka muda wowote ule unaopenda mwenyewe, japo kwa dakika ishirini, na tayari dessert yako itakuwa tayari. Ni nzuri sana, ni tamu sana. Natumai mtajaribu. Kwa wale walokuwepo Zanzibar, mara nyingi huniuliza, hizi cream tunapata wapi? Mbadala wa cream nitumie nini? Cream zipo, nendeni supermarket. Ukienda supermarket hizi zipo. Double cream, zipo whipped cream, zipo zipo zote, sawa. Nendeni tunye supermarket, maduka yale mafood staff makubwa makubwa yale, ulizieni. Ramadhan Karim, wasomo makubwa.